Kwingineko maafisa wa polisi katika mji wa Madogo kaunti ya Tana River, wanachunguza kisa kimoja ambapo mwanamume aliyepatikana amejitia kitanzi ndani ya nyumba katika kijiji cha Boji uh, viungani mwa mji huo. Kulingana na nduguye mdogo, marehemu mwenye umri wa miaka 24, aliwasili kutoka eneo la Balambala kumtembelea, lakini alionekana akiwa na msongo wa mawazo, na haikubainika kwa haraka chanzo cha msongo huo. Majirani walipatwa na butwa kuona mwili wa mwanamume huyo ukiling'inia kutoka kwa paa la nyumba alimokuwa ndani. watu walisikia kelele kutoka eh, kwa nyumba yake, na alipofika akagundua kwamba ndugu yake ambaye alikuwa amemwacha kwake alikuwa amejitia kitanzi akitumia eh, kamba. So askari wa polisi na DCI waliweza kufika huko eh, waka confirm hiyo ripoti, alafu mwili eh, umepelekwa eh, katika chumba cha kuhifadhi eh, maiti huko